Leo kwetu See Sense ni siku muhimu sana katika historia ya usimamizi wa rasilimali na bahari ndani ya wilaya ya Mkuranga, kwani tunazindua rasmi mfumo wa kisasa wa ukusanyaji takwimu kwa njia ya kidijitali kwa kutumia mfumo ambao unaitwa Kobo. Mfumo huu sio mgeni sana katika kusikia na uzinduzi huu tunapoufanya, wakati mwingine tuna weza tukasema tunaenda kwenye mfumo wa kidijitali lakini wakati nao teknolojia unatuhitaji twende, ndugu mgeni. Uzinduzi huu unatekelezwa chini ya mradi unaofadhiliwa na Blue Ventures, wafadhili wakuu wanaoitwa NORAD na unalenga ku, kuimarisha ufanisi wa ukusanyaji takwimu kutoka kwenye BMU zetu zinazojihusisha na usimamizi wa rasilimali wa bahari. BMU hizo ni 11 zinazotekeleza mradi huu ndani ya halmashauri ya mkoa. Ndugu mgeni rasmi, mafunzo ya ukusanyaji takwimu kwa kidijitali umefanyika kwa siku tatu, yaani tarehe saba mpaka tarehe tisa hapa Mkuranga mjini, imewakusanya wanajamii 32 33, kutoka BMU 11, kila BMU imeleta wawakilishi watatu watatu. Mafunzo haya yanaandaliwa kwa lengo la kuwajengea uwezo wa kutumia teknolojia ya kisasa katika ukusanyaji wa taarifa muhimu kuhusu rasilimali za bahari. Kwa kuzingatia umuhimu wa takwimu sahihi, tuna imani kuwa mfumo huu utarahisisha na kuboresha kwa kiasi kikubwa mchakato wa ukusanyaji, uhifadhi na uwasilishaji wa takwimu, hatua ambayo ni muhimu katika kupanga na kutekeleza mikakati bora ya uhifadhi wa bahari na maendeleo ya sekta ya uvuvi. Na hapa ndugu mgeni rasmi, nikuhakikishie tu mfumo huu ni wa wazi kabisa, na mdau mkubwa wa mfumo huu ni wanabmu wenyewe. Sisi wengine tutakuwa tu tunaangalia, lakini zile taarifa, wao ndio wadau wakuu na wataziona na zitakuwa wazi kabisa kwa shirika la Ventures. Wamewezesha upatikanaji wa, wa, wa simu janja 33 kwa maana ni simu tatu kwenye kila BMU ambapo kila mshiriki atapatiwa simu janja kwa kukusanyia data zenye thamani ya shilingi milioni 8,910 kwa kila simu moja ya gharama shilingi laki. Hivyo ni jukumu lenu kusanya takwimu, kuhakikisha simu hizi zinatunzwa vizuri na zinatumia katika kusanya takwimu za uvuvi ambazo ndio msingi endelevu wa sekta ya uvuvi katika wilaya ya Mkuranga na taifa kwa ujumla agizu pamoja na serikali ya kijiji kuhakikisha kutunza simu hizi kwa kukusanya takwimu nyingi iwezekanavyo. Kwanza tufahamu BMUs na wadau wote tulioko hapa. Yanayofanyika hapa ni mwendelezo wa kuhakikisha tunaendelea kusimamia na kufanikisha ajenda ya serikali ya kuendelea kuinua uchumi wa bluu katika maeneo hasa katika maeneo ambayo e, ukanda huu wa pwani, nikizungumzia pwani nazungumzia mikoa yote ambayo zinatapanda wa pwani kutoka Mtwara, Lindi, sisi Pwani na mkoa Dar es Salaam na mkoa Tanga. Kwa hiyo hizi ni jitihada za serikali kutengeneza mazingira rafiki kwa kuwezesha taasisi hizi See Sense Blue Ventures na taasisi nyingine zote hufanya shughuli hizi ili kuhakikisha ile ajenda ya uchumi wa bluu inaendelea kuwa na tija zaidi kwenye kwa hiyo, na nyinyi pia BMUs mliopo hapa mfahamu, japokuwa mafunzo haya na mradi huu unatekelezwa na See Sense pamoja na Blue Ventures, lakini ni programu mahsusi kabisa, ni mradi mahsusi kabisa ambao umeletwa kuni nyinyi kwa serikali kutengeneza mazingira ma, eh, mazingira rafiki kwa wafadhili eh, wa kimataifa na wafadhili wa ndani ufadhili miradi hii, ili nyinyi wananchi mwendelee kupata elimu na ujuzi utunzaji wa rasilimali ya bahari, lakini pia mnufaike na kile ambacho mnakifanya baharini kwa maana ya uzuri. Kwa hiyo mwone jambo hili la umuhimu sana na serikali ina mkono wake na inatoa kipaumbele kipaumbele, kwa maana ya kwamba sisi kama viongozi tuna maelekezo kwa kisha, tunaendelea kusisitiza ajenda hii ya uchumi wa bluu inaendelea kusana kikamilifu katika maeneo yenu, hasa nyinyi ya watu wamatoa katika maeneo ya bahari, ili mweze kunufaika zaidi na ajenda hii ya uchumi wa bluu. Kwa hiyo niwasisitize ambacho mmefundishwa leo hii, mmepata mafunzo kwa siku tatu ya namna ambavyo mnaweza kutumia simu janja kukusanya takwimu na taarifa mbalimbali katika maeneo, na hii ni mpango mahsusi kabisa muhimu wa kuziwezesha DMUs kutekeleza majukumu yao, na sisi kama serikali tunaamini kupitia hizi DMUs zimetengenezwa miongozo, ambapo miongozo hiyo tunaamini pia, kupitia vitendea kazi ambavyo mnapatiwa, mkiweza kutekeleza majukumu yenu kikamilifu basi mtapata manufaa zaidi na manufaa haya maana yake watayapata wavuvi kwenye maeneo yenu ambayo mnawasimamia, lakini pia na wananchi kwa ujumla. Kwa hiyo niwasisitize zaidi, mafunzo haya mliopewa mmeyazingatie mmeyazingatie kikamilifu, na zisiwo tu simu za kwenda kutumia simu hizo hizo, takwimu ambazo zinapaswa kwenda kuchukuliwa zichukuliwe. Mtaalamu ametuelezea hapa zaidi takwimu ni jambo la muhimu sana na hawa watu wa ufuatiliaji na tathmini ndio wanaweza kutuambia sisi, tunatekeleza mradi. Lakini mradi huu tunapotekeleza, tuliweka malengo yetu mwanzo, kwamba tunapaswa kufikia mambo kadhaa kadhaa na kadhaa. Sasa mambo hayo tunayajua kupitia hizi takwimu ndio zitawawezesha zita zita hawa wataalamu, lakini hata nyinyi kwenye DM News kuna malengo yenu ambayo mmejiwekea sasa mtawezaje kuyapima hayo malengo yenu? Mmeyafikia kwa kiwango gani? Kupitia takwimu hizi ambazo mtakazozikusanya, ndio mtaweza kupima kikamilifu, mmewezaje, mmeweza kufika malengo hayo kwa kiasi gani. Kwa hiyo simu hizo ziende kutumika, takwimu hizo ziende kukusanywa, halafu mwisho wa siku wenyewe mkikaa, mnajitathmini kuona namna gani ambayo sasa mmefanikiwa katika kipindi fulani kulingana na malengo ambayo mmejiwekea. Kwa hiyo msisitizo Nendeni mkatumie hizo simu kamilifu, kusanya taarifa mbalimbali ili mweze kunufaika, lakini inahitajika uwajibikaji, kujitoa, ili bahari yetu tuliyo nayo kwanza iweze kutupatia mazao yaliyo bora. Tusije tukakaa kimya na kuruhusu au wanaotumia bahari vibaya katika kuvua na hatimaye wakaharibu au wakateketeza kabisa mazao ya uvuvi na bahari yetu ikawa haileti tija kwa wananchi. Na unaona madarasa watoto wetu sasa hivi hawaendi kusoma mbali, usije ukajua imetoka mbali sana hizo pesa, ni mimi mmoja unapowajibika kulinda rasilimali ya bahari, mazao yanapokuwa kwenye ubora na tija, ikaonekana hatimaye kipato cha na taifa kimeongezeka. Kwa hiyo tunapotoka hapa, tukawajibike. Tusiende kutumia hizi simu zetu tunazopewa na See Sense kuenda kufanya mambo yetu ya binafsi. Kile kifaa ni bei ikafanya kazi inayohitajika, na hatimaye pato la taifa liweze kuwa katika ukubwa wake. Lakini nikija kwenye haya mafunzo, niweze kusema kwamba ni mafunzo yenye ufanisi na ni mazuri. Mpaka sasa hivi tuna siku mbili lakini kila mtu naona pana hamu arudi aanze kukusanya takwimu kwa kutumia njia kiti, vitari, kasama, takuimu, yote, akudiwa, ya kidigitali, kwa sababu tunaamini takwimu ndo maendeleo yenyewe. Huwezi kupeleka kitu sehemu yoyote bila kujua takwimu ya sehemu husika na upeleke nini? Kwa hiyo takwimu zinaweza zikatutungia sheria na mambo mengine. Hapo mwanzo tulikuwa tunakusanya takwimu tumepeleka mbali, tumepeleka kwa afisa uvuvi, saa nyingine hatuzipeleki popote, lakini hizi tunauhakika tukiziingiza tu kwenye simu baada ya muda unazituma, kwa hiyo zinafika sehemu husika. Na naamini hizi takwimu zitaenda kuinua nyanja ya uvuvi, kwa sababu kama nilivyowasikia, hawaza hawatazitumia peke yao See Sense. Au na mashirika mengine pamoja na serikali watatumia takwimu hizi, kwa pale ambapo kutaonekana kwenye takwimu hizi kuna changamoto. Serikali itaona wapi iongeze nguvu, lakini mashirika mengine yataona wapi yaongeze nguvu. Labda nipende kusema neno ni moja, kwa washiriki wenzangu, kama tungepewa nafasi wote hapa, kila mmoja angesema asante asante asante, lakini mimi niseme neno ni moja, asante sana Blue Ventures, asante See Sense, asante sana mabwili wetu, maafisa uvuvi wa wilaya Mkuranga, asante sana. Napenda na niwaambie wananchi kwamba utunzaji wa mazingira ya bahari hususan hasa mikoko, nyasi bahari, miamba ya matumbawe una faida kubwa katika ukanda wa bahari. Kwanza ni mazalia ya samaki, pili ni malisho, tatu ni makazi ya jumbo wote wanaoishi baharini. Kwa hiyo tunatakiwa tuyatunze tu ya mazingira haya kwa ajili ya uvuvi endelevu.